Ni mkazi wa kijiji cha Lyaponda. Lyaponda hey. Changamoto iliyopo ni maji. Maji Lyaponda ya yanasumbua hey, ila angalau kipindi cha mwaka elfu mbili ishirini na tano imekuwa angalau kidogo tofauti na mwanzoni, watu tulikuwa tunafata maji kilomita tano, unaamka saa nane za usiku unarudi saa nane za mchana, na nyingine tena ni changamoto ya zana. Zahanati zahanati hatuna manesi wa kutosha, tunasumbuka sana sana, tena tutuua tunafata kinga na nini Itela pamoja na Kaengesa, ila saa hizi imekuwa angalau kidogo, sio sana, uhaba wa manesi uko sana. Saa hizi tunatarajia kupata maji ya mseleleko. Tunamshukuru Mama Samia. Tukiangalia jinsi ilivyokuwa mwanzoni na saa hizi, kwa kweli imeleta unafuu, wananchi saa hizi wanapata maji kwa urahisi. Kwa hiyo nipende kumpongeza Mama Rais pamoja na serikali yake, waendelee kutuangalia sisi ambapo tuna changamoto kama hizi za maji. Lakini niombe tu kwa mradi huu, bado tunao mradi mwingine wa maji ya msereko. Kwa hiyo, niombe tu serikali iendelee kutujali sisi ili wananchi waweze kupona sisi kwa hili janga ambalo limetusumbua sisi hapa kwa muda mrefu. Kwa hiyo vile vile, saa hizi wananchi wanafurahia kwa mradi huu ambao tunao hapa kijijini. Ile kipindi cha nyuma tulikuwa na maji ya shida sana, watu walikuwa wanatoka mida ya saa tisa anarudi mida ya saa Ambiri. Anatoka saa kumi anarudi muda ya saa mbili asubuhi, lakini kwa sasa maji kwa kweli Mungu ametusaidia, tumepata mama mzuri, mama mwenye huruma, maji tunapata kama kawaida. Kwa hivi maji ya mseleleko nayo yanakuja, si muda mrefu. Saa hizi mitaro ilishaanza kuchimbwa kutoka Lyaponda A hapo na B, wameanzia kule sichowe shuleni na huku alishaanzia darajani pale chini kwa hiyo hivi tunashukuru sana mama samia vilevile vile tunashukuru na serikali yetu maana ni serikali sikivu sana mradi wa maji lyaponda ni miongoni mwa miradi inayotekelezwa kupitia programu maalum ya mheshimiwa rais ya kufikisha huduma ya maji katika maeneo yasiyo na huduma ya maji katika kila jimbo la uchaguzi nchini maarufu kwa jina la visima mia tisa katika jimbo la kwela mradi huu unatekelezwa katika vijiji vya lyaponda na mkwapwa utekelezaji wa mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, ujenzi wa miundombinu ya mradi wa maji wa kisima cha Lyaponda unatekelezwa na mkandarasi Bumata Traders Company Limited kupitia mkataba TR 140, zabuni Rovia Plastic Industries na Davis and Sitley kupitia mkataba TR 140 18 kwa pamoja na wataalamu wa ndani kwa gharama shilingi milioni 72 laki 131 54 6 ambapo kiasi cha shilingi milioni 69 324 281 58 kimetumika hadi sasa. Ujenzi wa mradi huu unahusisha utafiti wa maji ya ardhini. Uchimbaji wa kisima kirefu cha mita 90, ujenzi wa chumba cha kuendesha pump, chemba ya kisima, nara ya tenki, kituo chenye vichoteo sita Lyaponda B, usimikaji wa tanki la plastic la lita elfu kumi unaotekeleza na mkandarasi Bumata Traders. Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia mamlaka ambayo ameweza kuipa jukumu la usambazaji wa maji vijijini pamoja na mijini ujulikanayo kwa jina la RUWASA, kwa kweli inaendelea kutimiza wajibu wake juu ya kuwadogeshea wananchi changamoto ya maji. Naomba tu ndugu zangu wa <coughs> haya ya ya ni mafanikio makubwa juu ya serikali hii ya awamu ya sita. Ni jukumu la kila mwananchi leo hii kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali kwa maendeleo mbalimbali ambayo tunaletewa katika maeneo yetu. Wapo wengi hawakutarajia leo hii ndani ya vijiji vyetu tungelikuwa na miundombinu mizuri ya maji, tungelikuwa na miundombinu mizuri ya elimu, tungelikuwa na miundombinu ya afya kwa maana ya za zahanati na vituo vya afya. Lakini haya leo hii yamewezekana, ni kwa sababu ya uweledi na uzalendo walionayo viongozi wetu, na sisi wananchi kwa kweli tumeweza kuridhia maendeleo hayo ndani ya mitaa yetu na kata zetu. Ombi langu kwa wananchi wa Lyaponda, kwanza tuendelee kuipa mashirikiano serikali. Pili, tuendelee kusamiri na kuenzi miundombinu ya maji safi na salama katika maeneo yetu, na jambo la tatu ambalo linahitaji kuwaomba, tuhakikishe tunaendelea kuwapa mashirikiano wenzetu ambao wana jukumu la usambazaji wa maji katika maeneo yetu. <coughs> Jukwa hili kuna skrini kubwa iko hapa inaonyesha na